vikaandika katika chukaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme mahali palipokikabili kinara, naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. Ndipo uso wa mfalme ukambadilika, fikira zake zikamfadhaisha, viungo vya viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru waletwe wachawi na wakaldayo na wanajimu. Mfalme akanena akawaambia wenye hekima wa Babeli, mtu awa yeyote atakayesoma maandiko haya na kunionyesha tafsiri yake atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Basi wakaingia wenye hekima wote wa mfalme, lakini hawakuweza kuyasoma yale maandiko wala kumjulisha mfalme tafsiri yake. Ndipo mfalme Belshaza akahangaika sana uso wake ukambadilika, na wakuu wake wakaona fadhaa. Basi malkia, kwa sababu ya maneno ya mfalme na ya wakuu wake, akaingia katika nyumba ya karamu. Malkia akanena akasema, E mfalme uishi milele, fikira zako zisikufadhaishe wala uso wako usibadilike. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu takatifu inakaa ndani yake na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ni ndani yake, na mfalme Nebukadreza baba yako, naam, mfalme baba yako akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na wakaldayo na wanajimu, kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo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 ufalme na ukuu na fahari na utukufu, na kwa sababu ya ule ukuu aliompa, watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumua alimua, na aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai, aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi, aliuzuliwa katika kiti chake cha enzi, nao wakamwondolea utukufu wake. Akafukuzwa mbali na wanadamu, moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu, akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukalewa maji kwa umande wa mbinguni, hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu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 na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Waajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao akamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau wakamtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake, ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo akauawa, na Dario Medi akaupokea ufalme, naye umri wake alikuwa na miaka sitini na miwili.